Simanzi, vilio na majonzi vilitawala katika uwanja wa Sinza, e, jijini Dar es Salaam wakati wa kuagwa kwa mwili wa aliyekuwa mpiga picha mkuu wa gazeti la Tanzania Daima Joseph Senga, ambaye leo mwili wake umesafirishwa kuelekea wilayani Kwimba mkoani Mwanza kwa ajili ya mazishi kesho zungumzwa katika zoezi la kuaga mwili wa mpiga picha huyo mkongwe hapa nchini, baadhi wa baru, ya waandishi wa habari wamesema Senga, ambaye alifikwa na umauti wakati akipatiwa matibabu nchini India, alikuwa mpiga picha aliyeheshimu na kuipenda taaluma yake huku akitanguliza uzalendo katika kutenda kazi zake za kila siku. Ah, hatutamsahau kwa kweli manake mpaka wakati huu sasa anavyoondoka ah, Um, ameacha kumbukumbu nzuri sana, kwa mfano ya um, picha ambayo alipiga katika mazingira magumu wa, wakati mwandishi mmoja hivi wa Channel 10 eh, marehemu Angos alipokuwa katika mkutano wa Chadema wakati polisi wameingilia mkutano ule akawa wametawanywa, wame, wame, basi picha aliyoweza kupata yeye pale katika vurumai ni ya jinsi alivyokuwa amepigwa risasi amepigwa uh, bomu Mwangosi, na iliweza kuwa ni ya mshindi wa kwanza mwaka jana, mwaka juzi kama sikosei, iliweza kuwa picha ya mshindi wa kwanza uh, katika mashindano ya wapiga picha bora Tanzania pili nalo likumbuka kutoka kwake yeye ndo aliyepiga picha ya mauaji yale ya mwandishi wa habari Daudi Mwangosi wa Channel 10 kwa hiyo kuna matukio makubwa na ile picha ilikuwa ni ya kipekee kabisa na ambayo kwa sehemu kubwa iliondoa upotoshaji mwingi watu walianza kusema kwamba marehemu alipigwa na kitu chenye ncha kali lakini picha ilionyesha namna gani alivyo lile tukio lilivyotokea kwa hiyo ni kazi zake kubwa mbili ambazo mimi nazikumbuka lakini vile vile amefanya kazi ya uandishi wa habari katika eneo la upiga picha kwa muda mrefu sana tangu wakati wa gazeti la Mfanyakazi. Kwanza napenda kutoa pole kwa familia na pole nyingi kwa tasnia nzima ya wapiga picha za habari. Malem Senga mimi namfahamu kwa muda wa takribani kama miaka kumi hivi na nimefanya naye kazi katika ofisi ya Free Media. Msenga, ninamfahamu kama mwalimu wangu kwa sababu yeye ndio alinishawishi nijiunge na Free Media. Kabla ya hapo nilikuwa katika media nyingine. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Nape Nnauye, waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa, mwenyekiti wa chama cha demokrasia Chadema freeman Mbowe, ni miongoni mwa viongozi waliofika kuaga mwili wa mpiga picha huyo mkuu wa gazeti la Tanzania Daima, marehemu Joseph Senga. Marehemu alizaliwa mwaka 1958 ameacha mjane na watoto saba. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihidimiwe, amin. Hamisi Suleiman, Channel Teni, Dar es Salaam. Hakika ni mshumaa uliozimika ghafla, mwandishi wa habari mpiga picha mkuu wa gazeti la Tanzania Daima Joseph Senga. Na miongoni mwa kazi zake mashuhuri sana nchini Tanzania ni tukio la kuuawa kwa Davis Daudi Mwangosi, picha ile aliyoipiga mwanahabari huyo ambaye na sasa anakwenda kumfata, unaweza ukasema, uh, masikitiko majonzi bado yapo kwa waandishi wa habari, hususan kwa upande wa wapiga picha kwa pamoja.